Na siri yangu mimi ya kuwa na vibe katika stage tutakapopokelewa kila idara na sitapokeana nao na tutashirikiana nao afu tutapambana nao vile vile, mziki na singeli mpaka sasa hivi ushafiki watu wazuri, watu bwana support na nyimbo, tupo tunaenda hadi sana. Bongo flava wanakubali nao kufanya kazi na sisi ambao tunaimba singeli, hususan sana sana kama watu wa Morogoro tunafanya vitu vizuri, tofauti na watu wa Dar, na ndio maana sasa hivi kuna ushindani tofauti na mwanzo. na mwanzo singeli singeli ya sasa hivi ya kimataifa, sio tutegemee kama ile singeli ya mwanzo, ipo hivyo Wasani wa Morogoro tukitoa nyimbo haiwezi kaenda ila show inaenda, ndio maana tumetofautiana dawa natuzidi kwa kutoa nyimbo hizi. Morogoro tunaongoza yani, kwa kutoa show hizi dawa naimba vitu vinaenda kwa wakati. Morogoro mpaka utoe show ndio waje kuifuatilia nyimbo yenyewe, unakuta nyimbo inaenda kuliko show yenyewe ambayo ulifanya, kwenye show inakubalika kuliko nyimbo yenyewe.